Kitabu cha Hosea sura ya saba na ya nane. Naam, watu wa Mungu wale hai, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, mahala popote mlipo, ninawakaribisha katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Nami naitwa Mwalimu Petro. Ninakualika mtu wa Mungu, unaweza ukaandaa Biblia yako, karibu ili tusome wote kwa pamoja. Moja ya malengo ya kipindi hiki ni kukuhamasisha katika usomaji wa neno la Mungu, yaani maandiko matakatifu ili uweze kusoma Biblia nzima na kuimaliza, uendelee kuwa imara katika imani. Tusali, tuanze rasmi siku ya leo kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru Mungu, tunasema asante kwa ajili ya uwakati ambao Bwana unatuwezesha kuweza kulisoma neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu uweze kuwa pamoja na sisi ili ye Bwana kwa hekima yako utusimamie ili tuweze kusoma katika uweza wa nguvu zako. Tutenge mbali ye Bwana na kila roho za yule mwovu, tutenge mbali ye Bwana na kila mkono wa adui neema yako Mungu, tunaomba ituunganishe ili kwa neno lako tuweze kutiwa uzima na tuendelee kuwa udari katika jina la Baba, mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Watu wa Mungu, karibuni sana. Tunaendelea na kitabu cha Hosea ambapo siku ya leo tunasoma ile sura ya saba na ya nane. Naam, tuungane sasa na ndugu zetu wa Wedi Project, tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, mlango wa saba Wakati nitakapo kumponya Israeli, ndipo yafunuliwapo maovu ya Efraimu na ubaya wa Samaria; maana wanatenda uongo, na mwivi huvunja nyumba za watu, na kundi la wanyang'anyi hushambulia nje. Wala hawafikiri mioyoni mwao ya kwamba na ukumbuka uovu wao wote. Sasa matendo yao wenyewe yamewazunguka pande zote, yako mbele za uso wangu. Humfurahisha mfalme kwa uovu wao, na wakuu wao kwa uongo wao. Hao wote ni wazinzi, wamekuwa kama tanuu iliyotiwa moto; na mwokaji huacha kuuchochea moto, tangu kuukanda unga hata umekwisha kutiwa chachu. Sikukuu ya mfalme wetu wakuu walijitapisha kwa ukali wa divai, alinyosha mkono wake pamoja na wenye mzaha. Maana wamefanya moyo wao kuwa tayari kama tanuu, wakati wa uteapo; hasira yao hulala usiku kucha, asubuhi yawaka kama moto utoao miali wote wamepata moto kama tanuu, nao hula makadhi wao; wafalme wao wote wameanguka, hakuna hata mmoja wao aniitaye mimi. Efraimu ajichanganya na mataifa; Efraimu ni mkate usiogeuzwa. Wageni wamekula nguvu zake, naye hana habari; naam, nywele za mvi zimeonekana huko na huko juu yake, naye hana habari. Na kiburi cha Israeli chamshuhudia mbele ya uso wake, ila hata hivyo Hakumrudia Bwana Mungu wao wala hakumtafuta kwa ajili ya hayo yote naye. Efraimu amekuwa kama njiwa mpumbavu asiye na fahamu; humwita Misri, huenda Ashuru. Watakapokwenda nitatandika wavu wangu juu yao, nitawashusha kama ndege wa angani. Nitawarudi kama vile mkutano wao ulivyosikia. Ole wao kwa kuwa wamenikimbia! Uharibifu na uwapate kwa kuwa wameniasi ingawa ninataka kuwakomboa, hata hivyo wamenena uongo juu yangu, wala hawakunililia kwa moyo, lakini wanalalamika vitandani mwao, hujikutanisha ili kupata nafaka na divai, huniasi mimi. ingawa nimewafundisha na kuwatia nguvu mikono yao, hata hivyo hukusudia udhalimu juu yangu. Wao hurudi lakini si kwake aliye juu, wamekuwa kama upinde usiotumainika wakuu wao wataanguka kwa upanga kwa sababu ya jeuri ya ndimi zao. Jambo hili litakuwa kwao sababu ya kuchekwa katika nchi ya Misri. Mlango wa nane. Tia baragumu kinywani mwako! Kama tai anakuja juu ya nyumba ya Bwana, kwa sababu wamelihalifu agano langu, wameiasi sheria yangu. Watanililia, Mungu wangu, sisi Israeli tunakujua. Israeli ameyatupa yaliyo mema, adui watamfuatia. Wamesimamisha wafalme, lakini si kwa shauri langu; wamejifanyia wakuu, lakini nalikuwa sina habari. Kwa fedha yao na dhahabu yao wamejifanyizia sanamu, kusudi wakatiliwe mbali. Amemtupa ndama yako, e Samaria; hasira yangu imewaka juu yao. Siku ngapi zitapita kabla ya hao kupata hali isiyo na hatia? Maana katika Israeli imetokea hata na kitu hiki fundi ndiye aliyekifanya nacho si Mungu kamwe naam ndama ya Samaria itavunjika vipande vipande kwa maana wao hupanda upepo nao watavuna tufani nafaka haina bua machipuko yake hayatoi masuke hata ikiwa yatoa wageni watayameza israeli amemezwa sasa wamo miongoni mwa mataifa kama chombo kisichopendeza kwa maana wamekwea kwenda ashuru mfano wa punda wa mwituni aliye peke yake. Efraimu ameajiri wapenzi; naam, ijapokuwa waajiri kati ya mataifa, sasa nitawakusanya nao, wanaanza kupunguka kwa sababu ya mzigo wa wafalme wa wakuu. Kwa kuwa Efraimu ameongeza madhabahu kwa dhambi, madhabahu zimekuwa dhambi kwake. Nijapomwandikia sheria yangu katika amri elfu kumi, zimehesabiwa kuwa ni kitu kigeni. Kwa habari za dhabihu za matoleo yangu, hutoa dhabihu ya nyama na kuila, lakini Bwana hawakubali. Sasa ataukumbuka uovu wao na kuwapatiliza dhambi zao, watarudi kwenda Misri. Maana Israeli amemsahau muumba wake, naye amejenga nyumba za enzi, na Yuda ameongeza miji yenye maboma, lakini nitapeleka moto juu ya miji yake, nao utaziteketeza ngome zake.